Shalom mimi ni mtumishi wa Mungu Evangelist Wilson Augustine wa kanisa la Salvation Gospel International Church SGIC roko Somanda Urani Bariadi Mkoa Simiyu anitumia fursa hii kukaribisha sana kwenye mkutano mkubwa sana wa injili ambao tumewaandaa kuanzia Jumatano ya tarehe uh, tatu mpaka tarehe saba mwezi wa kumi na mbili utafanyika mkutano hapa kanisani mkutano mkubwa sana ni furaha yangu kukaribisha karibu sana takuwa tuna imbaji toka maeneo mbalimbali na kwa mbalimbali toka maeneo mbalimbali, zitakuwepo nguvu ya Mungu itakuwepo, neema ya Mungu itakuwepo. Hakikisha unafika bila kosa. Alika mwenzio, alika jirani yako, alika mwenye shida, alika mwenye magonjwa. Mungu atakuwepo kwa ajili ya kumponya na kumweka huru. Naamini hakika mkutano ita huyu itakuwa kihistoria na maisha yako yatabadilika. Biblia na inasema, njoni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitaweka huru. Utakuwa ni mkutano wa kuvunja nira kwenye mashingo ya watu. Utakuwa ni mkutano wa kuweka huru kila aliyefungwa. Utakuwa ni mkutano wa habari njema na urejesho kwenye maisha ya watu, katika jina la Yesu. Karibu sana, karibisha mwenzio, usipange kukosa. Kwa masimeno zaidi piga namba za simu ambazo unaziona hapa chini zinapita, na Mungu akubariki. Shalom. God bless you. Bwana aliponiita alinikabidhi injili ya matengenezo. Bwana aliponiita niambia, niwaambie watu wageuke. Kugeuka maanake ni toba, na ndiyo maana na ujasiri wa kuhubiri, kwa sababu ndio injili ambayo nimepewa ya kusaidia sasa, lakini pia kuhakikisha unaingia kwenye uzima wa milele. Sema amen. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana alitembea na injili ya toba akiwaambia watu watubu dhambi zao, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, na maandiko yanasema wale watu walienda kaungama dhambi zao. Yoana anawaambia watubu, wao wakaungama, maana kuungama nake nikukiri aina wajaacha dhambi zao kama ambao na, na umekuwa naubiriwa, umekuwa ni mshirika wa kanisa, umekuwa ni mshirika ni wa dini, lakini bado haujaweza ziacha hilo dhambi ni kwa sababu unaungama dhambi, unasikia vibaya ndani yako. Eni, mwisho wa siku